Tena tunaambiwa viapo vyenyewe tahtawi ala shirkin wa kufrin, vimebeba ukafiri na ushirikina. Akishazungumza yale maneno, ndio analipuliza lile fundo alilolifunga na kulitemea mate. Na huu uchawi, mnaanza mkadhani kuwa ni hadithi. Siyo hadithi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema katika Suratu Lfalaki, Anasema, wa min shari nafathati fi luqadi wa min shari hasidin idha hasada. Hii ni Qurani, hii Mwenyezi Mungu anasema, jilindeni kutokana na shari ya wale wanaopuliza katika kifundo au katika mafundo. Wanaopuliza katika mafundo, ndio wale wachawi wanapofunga fundo la kichawi lililoambatana na vinasaba vyako na dawa za kichawi, kisha wakazungumza maneno wakapuliza na kutemea mate. Hii ndiyo wameshari nafathati fi luqadi, jilindeni kutokana na shari ya wale wenye kupuliza katika mafundo. Na wafasiri wa Qur'ani wakasema wenye kupuliza katika mafundo, assahiratu idha faalu sihirahum, ni wachawi pale wanapofanya uchawi wao ndio huwa wanafunga fundo, wanasema maneno, wanatemea mate yule fundo, kisha wanapuliza. Hapo anakuwa amekufunga wewe. Kwa hiyo unaweza ukahangaika kujitibia matatizo ulionayo, lakini matatizo yasiondoke, na ukazunguka mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, na ukamaliza waganga na waganguzi watumiao vitabu na mitishamba, tatizo liko pale pale. Kumbe kinachokusumbua wewe wa misharri nafathati fil uqadi, umerogwa. Na baada ya kurogwa umefungwa kwao. Tunachokifanya kupitia yai lililowekewa mchoro maalum pamoja na dawa tutakayoigawa leo, kazi kubwa halul uqadi ni kwenda kufungua mafundo ya kichawi na insha Allah mnakwenda kufunguliwa. Tusemeni, tusemeni insha Allah. Tusemeni tena insha Allah. Fuata utaratibu. Kuna usemi usemao man asaba tariqa wasala wa man akhta tari, tariqa dhalla, yoyote mwenye kupatia njia ufika kule aendako, na ukikosea njia hupotea. Ndio maana utaratibu ni muhimu sana, na ndio maana tunapoeleza utaratibu huwa tunasema watoto wenye kufanya fujo watolewe wapi. Kwa sababu ukipatia tu jambo lako limekuwa, na ukikosea jambo lako haliwi. Kwa hiyo dua ya leo pamoja na vyamba jengo vyake, hallulrukat ni kufungua mafundo ya kichawi lakini pia tanwiru lajisad waljalbi ni kutia nuru miili na kurejesha mvuto uliopotea. Kama mwili wako hauna nuru, haung'ai katika biashara, tunamwomba Mwenyezi Mungu autie nuru, amin. Haung'ai katika mahusiano, tunamwomba Allah atie nuru, amin. Haung'ai katika ahadi, tunamwomba Allah atie nuru na mvuto Ndiyo lengo la dua ya leo. Na tunapouzungumza uchawi, jamalini, eleweni kwamba kuna kitu kinachoitwa asihiru tusabibu alfashla fil amwali. Kuna uchawi ukifanywa unamfanya aliyefanyiwa awe ni mtu wa kufeli katika uchumi, awe ni mtu wa kufeli katika milango ya mali atafanya juhudi kubwa kuitafuta pesa, lakini kile anachokitia mkononi, maskini ya Mungu, hakilingani na ukubwa wa juhudi aliyoifanya. Mwenzie anayefanya juhudi kama yake, na huenda juhudi ya mwenzake ni ndogo, yeye anafanikiwa sana na kufanya mambo makubwa, lakini yeye mwenye juhudi kubwa, juhudi ilokwenda shule anakuwa ni mtu wa kufeli. Kuna asihru tusabibu alfashla fil amwali, kuna uchawi ukifanywa huwa unakwenda kumfelisha mtu kwenye uchumi, kumfelisha mtu katika mali. Na inawezekana Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia akapata kweli pesa nyingi tu, lakini pale anapozitia mkononi zile pesa ndio kwanza matatizo huanza kupanga foleni likitoka tatizo hili linakuja tatizo jengine, matatizo yenye kutofauti tofautiana, eh, kila aina ya rangi ya matatizo yana mwandama yeye. Basi yale matatizo yanayo mwandama yeye, atatumia zile pesa kutatulia zile changamoto za yale matatizo. Cha ajabu sasa, pesa ikishamalizika eh, yale matatizo yana stop, kana kwamba yamekushajua, kule ndani hakuna kitu. Huoni kwamba jambo hili limefanywa kwa makusudi? Kwa nini pesa ilipomalizika matatizo nayo yakastopu? Ina maana kuna hadi musihiri, kuna jini anayetumikisha uchawi, ye ndiye anayekujua kwamba pesa unazo na zikimalizika, anajua pesa zimemalizika, yale matatizo yanafanya nini? Yanastopu asihiru tusabibu alfashla fil amwal, huu ni uchawi unaowafanya watu wafeli katika uchumi, upo. Lakini pia kuna asihiru tusabibu alfashla fi tijara, kuna uchawi ukifanywa unamfanya mtu afeli katika biashara. Inawezekana unayo maarifa ya kufanya biashara, maana biashara yasomewa. Pia unayo maarifa ya kutosha kufanya biashara na Allah subhanahu wa taala amekujalia ukawa na experience, uzoefu, umefungua biashara yako mahala ambapo wewe mwenyewe waamini kuwa hapa pana mzunguko. Kwa nini? Kwa sababu umeona wenzako wamefungua eneo lile wanafanya na wanauza sana. Sasa na wewe unakwenda, umelipia chumba eneo lile, unaamini kwamba mahala hapa pana mzunguko, mimi ni hodari sana wa kufanya biashara, ninayo maarifa nina experience. Mara ya kwanza biashara inaweza ikaenda vizuri mpaka kusema ah, nilichelewea wapi? Lakini ghafla unaanza kudrobu siku hadi siku. Utafungua biashara yako min tului shamsi ila ghurubiha, toka jua la chomoza mpaka laenda kuzama, we wasinzia tu pale jioni unatazama ulichouza hukioni, na kama kipo hakilingani na kusudio lako. Maanake uwekezaji pengine ni mkubwa, lakini kile ulichokipata ni kidogo. Mwaka unakatika, kodi unadaiwa, unadaiwa, huna uwezo wa kulipa tena. Matokeo yake unaifunga biashara na sio kufunga tu, unabadilisha na namba ya simu, maanake unadaiwa. Na kama umepanga utahama, utapanga kwingine na kama una nyumba utaweka wapangaji, utakwenda kupanga sehemu nyingine, na utotaka watu wajue. Hii inaitwa asihiru tusabibu lfashla fi tijara, ni uchawi unaomfanya mtu kufeli katika biashara. Wengi wanaofeli katika biashara hawafeli wao binafsi, bali wanafelishwa. Kwa hiyo hawasi hii ya dua ya leo inayoendana na yai pamoja na dawa tutakayoigawa hapa ni kwa ajili ya kufungua mafundo ya kichawi katika biashara zetu, ni kwa ajili ya kubakilisha uchawi ulioko katika biashara zetu. Lakini pia kuna asihiru tusabibu alfashla ffinikahi, kuna uchawi ukifanywa utakufanya wewe ufeli kwenye ndoa. Kama hujaolewa huenda usiolewe kabisa. Mi nimewahi kushuhudia mabanati wazuri wamekamilika katika kila idara, ukimtazama utadhani ni malaika, lakini kumbe si malaika, ni binadamu tu, namna alivyokamilika katika kila idara, we mwenyewe unasema huyu hana kasoro, na kila aliye rijali akimtazama lazima ataharuki, maanake ni mtoto kwelikweli, ni chombo cha Bwagamoyo lakini wallahi, unamuuliza anakuja pale, wewe umeolewa? Sema sijaolewa. Maana sisi lazima tujaze tukuulize maswali. Yule aliulizwa maswali, umeolewa? Asija kadhani Sheikh Jadawi anamtaka. Ah, ni fomu zetu zi zile zile fomu, ndio zinasema mahusiano, zimeandika mahusiano, kwa lazima nikuulize umeolewa. Mtoto mzuri asema sijaolewa. Sheha, unajaza hajaolewa, unajiuliza wewe, akasoro gani? Lakini ukichunguza uki wallahi, ni matatizo haya anasema mimi na nafasi mbili hizo mbili sina uwezo, sina uwezo huo. Na miongoni mwa masharti ni kuwa mwadilifu eh? Si ndivyo? Lazima uwe mwadilifu bwana. Usimchukue mtoto wa watu ukamtesa kama wao wanasema, mimi nakuoa hata hata mwembe, chini ya mwembe tutalala. Ah ah. Tukikosa tutakula hata pumba, sheria ya dini haisemi hivyo. Lazima umlishe. Sasa wapo ambao wanafelishwa kwenye mahusiano, kama hajaolewa haolewi na hana kasoro, wallahi. Kumbe amerogwa amefungwa, kuna mashaitani wa kijini wamemvaa. Akitokea mwanamume, lile shetani linajitanguliza kimbele mbele kwa sura mbaya kabisa, mwanamume anamuona huyu hafai huyu, kumbe ni lile jishetani limejitanguliza. Yeye anajiona ni binadamu, ni mwanamke aliyokamilika, kumbe shetani limejisawirisha mbele yake. Vitu kama hivi vipo. Sasa tumeiandaa dua hii hawasi hii kwa ajili ya kuwasaidia hawa, lakini pia yawezekana wewe umeolewa, lakini ndani ya ndoa yako kila siku, baitur rahimi wal nizai wal firaq, kila siku unagombana na mumeo au na mkeo, kila siku ni kuzozana tu kila siku ni kubebeshana mizigo kurudi nyumbani, kila siku ni kutishiana talaka, ndoa haina utulivu. Wakati mwingine ndoa inavurugwa, ndoa inavurugwa. fayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almari wa zaujihi, Mwenyezi Mungu anasema Mayahudi walijifundisha kutoka kwa malaika wawili uchawi ambao unaweza ukamtenganisha mtu na mke wake hii inaitwa sihri tafriki, ni uchawi unaoleta farka. Upo, mtagombana sana ndani ya nyumba, na matokeo yake ndoa itavunjika. Hiyo ndoa imevunjwa, hiyo imevunjwa. Juzi nilikuelezeni kwamba